Watu kumi na wawili wamefariki dunia kutokana na ajali ya ndege iliyoanguka katika eneo la kaunti ya Kwale pwani huko nchini Kenya. Taarifa iliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga nchini Kenya Emile Arao imeeleza kuwa wamethibitisha kutokea kwa ajali hiyo mbaya ya ndege. Ndege hiyo yenye usajili wa nambari tano ycca, ilikuwa na watalii waliokuwa katika eneo la kitalii la Kichwa Tembo lililopo huko Masai Mara, ikitokea katika eneo la Dian. Hii ni TriGen Media. Mitandao ya kijamii nchini Kenya imeonyesha ndege hiyo ikiwe na waka moto na mabaki ya ndege hiyo baada ya jitihada za zimamoto kufanikiwa. Hata hivyo, picha hizo kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha ndege hiyo ikiwaka moto, ambapo mamlaka za uokoaji na polisi walifika katika eneo la tukio hilo mara tu baada ya ajali hiyo kutokea kwa lengo la kutoa usaidizi.